Karibu sana KingoFarm. Leo hii ninataka nikupe ni mambo muhimu ambayo inatakiwa uwe unayakagua bandani kwako ili kuweza kuzuia vifo, kwa sababu aa, kama unashindwa kuingia bandani kwako na kulikagua banda lako, matokeo yake ni kwamba utaaza kupata vifo bila ya kujua. E, hivi vifo vinatoka wapi? wakati kama ungepata muda sahihi wa kuingia bandani na kukagua haya mambo muhimu ambayo ninakuambia hapa, huenda ungetambua shida iliyopo mapema, kabla vifo havijaanza. E, wafugaji wengi ambao mimi nimekutana nao wamekuwa na kasumba hii ya kustukia magonjwa pale ambapo kuku wanaanza kufa. Yaani ukiona e, kuku leo amekufa, utasema bahati mbaya. Kesho amekufa, kesho kutwa, baadaye ndio unagundua kwamba kumbe, aa, hapa kuna shida ya ugonjwa. Sasa jambo la kwanza kabisa la kuangalia bandani, kwanza ni kuangalia matandazo. Banda lako matandazo uliyoyaweka yamechafuka au hayajachafuka. Ukiona matandazo yamechafuka e, kwa sababu ya kinyesi, basi ujue hiyo ni hatari na kuku wako a. Kwa hiyo jitahidi, ndugu mfugaji, kuangalia namna ambavyo matandazo yana hali kama yanaweza ya yakawa labda hayajalowana lakini yanatoa harufu sana, basi jitahidi kubadilisha matandazo kwa wakati. Kwa hiyo ni, ni, ni jambo la kwanza. Jambo la pili kabisa ni kuangalia vinyesi kwa kuku wako hasa wakati wa asubuhi. Mfano aa, unaona hapa kuna hiki kinyesi hapa, unaweza ukakiona hiki iki kinyesi, sisi magonjwa mengi sana tunayatambua kupitia dalili za vinyesi hivi. Hiki kinyesi kinaonyesha kuna ugonjwa wa coccidiosis e, au tunasema kwamba kuhara a, damu. Lakini usishie tu kuangalia kinyesi cha aina moja, na unaweza kuingia kama vibandani ukaona kuna vinyesi vingine vipo sawa. Mfano hapa unaona hiki kinyesi kipo sawa. Lakini ukija huku unaona hiki kinyesi kina weupe pia. Kwa hiyo hapa ninajua kabisa shida ambayo niponayo hapa ni coccidiosis pamoja na typhoid. Kwa hiyo dawa ambayo nitaitumia hapa ni majani ya mwarobaini pamoja na majani ya mpapai, kitungu saumu na tangawizi. Nikitumia huu mchanganyo ndani ya siku mbili tu, hawa kuku wangu watakaa sawa. Na hapa ukiangalia vizuri, hawa kuku waangalie vizuri, unaweza ukagundua kitu kwamba hakuna kuku ambaye hachangamki hakuna kuku ambaye hachangamki. Kuku wote wanachangamka vizuri kabisa, lakini wapo na dalili ya hiyo homa. Kwa hiyo nikiwatibia mapema hawa kuku watakaa sawa, lakini kama umeshindwa kuangalia kama hivi mapema, matokeo yake ni kwamba aa, baada ya kupita siku tatu nne au tano, wataanza kusinzia na kufa. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo itakuwa ile homa tayari ni kubwa na litakuwa ni tatizo kubwa aa, ambalo linaweza likakufanya kuku wako wakafa kwa idadi kubwa na eneo jingine bwana, angalia uh, udumavu bandani. Sasa ninapozungumzia udumavu utauona kupitia uh, utofauti wa kuku. Utakuta kuna kuku wengine wakubwa, kuna kuku wengine ni wadogo zaidi. Uh, sasa hii hali unaweza ukaipata pia kwa kutumia mzani, unaweza ukawapima uh, uzito kwenye mzani kisha ukajua e, tatizo linaweza likawa nini, ni hali ya hewa au ni lishe? Mara nyingi sana tatizo linakuaga ni lishe. Kwa hiyo kama tatizo ni lishe, utakachokifanya basi utawatengenezea uta, uta lishe bora, lakini pia na kuwapa uh, booster za asili na nikwambie tu, kuna vitu ambavyo huwa vinakuja pamoja. Kwa mfano hapa kwenye hili banda unaweza ukaona hili banda halina matandazo. Huu upande ambao hauna matandazo ndio mara nyingi unakuta kuna miharo hii myeupe miharo kama coccidiosis e. Kwa hiyo unapo wapa tiba kuku wako hakikisha pia unaweka matandazo ya kutosha. Aa, jambo jingine Angalia mzunguko wa hewa bandani kwako. Angalia uh, je, kuna mzunguko mzuri wa hewa bandani kwako? Uh, mfano kuna baadhi ya mabanda ukiingia hata wewe mwenyewe huwezi yani kupumua vizuri, yani unaona kabisa we mwenyewe huwezi kupumua vizuri. Hiyo shida e, pia kuku watakuwa wanaipata tena mara mbili yako. Kwa hiyo ujitahidi kurekebisha. Mfano sisi haya mabanda mnayoona hapa yalikuwa katika mifumo hiyo hapo, yaani mwenyewe ukiingia unakuta unapiga chafya. Tukayarekebisha amekaa vizuri na e, tumepunguza changamoto kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo hicho ni kitu muhimu ambacho unaweza ukakifanya, a, wewe hapo, e, bandani kwako ili kuweza kuzuia vifo. Nitaendelea kukutajia maeneo mengi sana ambayo a, yanaweza yakasababisha vifo. A, pia angalia kuku bandani kwako wanakaa upande gani? Mfano, kuna kuku ambao wanazubaa, unakuta wanakaa kwenye kona e, hao kuku ujue wapo wana homa e, kwa hiyo kuku akisha kwa na homa, utakuta mara nyingi sana wanakaa wanazubaa bandani. Kuku muda mwingi huwa anautumia kwa ajili ya kula, kutafuta chakula. Ukiona amepoteza namna ya kutafuta chakula basi ujue huyo kuku yupo na homa na unaweza ukaanza kupata vifo vingi pia bandani. Kupitia kinyesi, nimeelekeza sana kupitia kinyesi. Ukiingia bandani kwako, aa, unaweza ukaangalia unaweza ukakiona kinyesi hata kipo kina, kina minyoo, basi kuku wako hao watibie minyoo, ujue kabisa kuku wako wamepata minyoo. Na jambo jingine bandani, angalia usalama wa banda. Je, banda lako linaingiza paka au linaingiza wadudu, ili uweze kulirekebisha. Inawezekana ukawa upate vifo, upate magonjwa, lakini wadudu wanaingia wanawachukua e, kuku wako. Mfano, angalia maeneo kama haya, unaona matobo kama haya hapa. E, kama una vifaranga wadogo, pia wanaweza panya wakawa wanaingia. Angalia maeneo ya humu juu Haya, kuna uwezekano wa paka kuingia, ili uweze kulirekebisha vizuri banda lako na lisiingize wadudu ambao watawadhuru wata, wata kuku wako au kuwala kuku wako. Uh, kwa leo niishie hapo, lakini niwakumbushe tu KingoFarm, tuna madarasa ya online ya WhatsApp. Unaweza ukajiunga na sisi kwa namba ambayo unaiona hapo. Hili darasa utapata mafunzo bora sana kwenye ufugaji. Hakuna mfugaji ambaye aliwahi kujiunga na sisi akalaumu au akajutia kujiunga na sisi. Uh, ada yake ni shilingi elfu nane. Hii ada ukilipia unakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili, lakini pia uh, tunavyo vitabu. Vitabu hivi unavyoviona hapa, hivi vitabu ni maalum kwa ajili ya ufugaji, vinapunguza gharama ya ufugaji. Humo ndani kuna kanuni za kuchanganya chakula, iwe broiler. Iwe uh, kuku chotala kuku wa kienyeji eh, lakini pia ni miongozo ya namna ya kuwafuga kuku uh, hao. Kuna mbinu tofauti kabisa na mbinu ambazo umewahi ukizisikia au uh, umewahi kuzisoma kwenye vitabu vingine. Sisi bwana, vitu ambavyo tumeviandika hapo kwenye hivyo vitabu tumevifanyia majaribio ya kutosha kabisa hapa shambani kwetu, kisha tunaandika kwenye vitabu na tuna dili sana sana sana sana sana na tiba za asili kwa sababu aa, tunajua kwamba tiba za asili kwa kwa kuku ni mkombozi e, ni mkombozi wetu sisi e, kama sisi e, tiba za asili zimetusaidia. Kwa nini tuache nyinyi wafugaji wengine mteseke? Hivyo vitabu ni shilingi elfu kumi kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi, na tunakutumia soft copy. Jamani, vitabu tunavyo soft copy tu, tunaituma kwa njia ya WhatsApp.